Raisi wa Marekani Donald Trump amesema hana furaha kuhusu mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Urusi usiku kucha dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, ambayo imesababisha vifo vya takriban watu kumi na kujeruhi wengine kadhaa. Kupitia ujumbe aliotuma kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amemwambia rais wa Urusi Vladimir Putin, Vladimir, acha tufikishe makubaliano ya amani. Mashambulizi hayo yametajwa kuwa mabaya zaidi dhidi ya mji wa Kiev tangu Julai nane mwaka jana, ambapo picha kutoka eneo la tukio zilionyesha raia waliokuwa wamejeruhiwa vibaya, damu ikiwa imetapakaa pamoja na majengo ya makazi yaliyoathiriwa vibaya. Jeshi la Urusi kupitia wizara ya ulinzi limedai kuwa mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi ya Ukraine na kwamba malengo yao yamefikiwa. Hata hivyo mashambulizi hayo yameendelea kuzua ukosoaji mkali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa na viongozi wa dunia. Katika mkutano na waandishi wa habari akiwa Afrika Kusini ambako alitarajiwa kukutana na rais Cyril Ramaphosa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema amepunguza muda wa ziara yake kutokana na mashambulizi hayo, akisisitiza kuwa Urusi inapaswa kushinikizwa zaidi kusitisha mashambulizi. Trump kwa upande wake amemlaumu Zelensky kwa kuchelewesha maendeleo ya mazungumzo ya amani kwa kushindwa kukubali umiliki wa Urusi wa eneo la Crimea, suala ambalo limekuwa moja ya pingamizi kubwa katika mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Akiwa katika mkutano na waziri mkuu wa Norway Jonas Gahr Store, Trump alisema ana mpango na muda wake binafsi kwa ajili ya kufanikisha makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Alisema anaamini Putin atasikiliza wito wake wa amani. Naamini atafanya hivyo, ndiyo alisema Trump aliongeza kuwa lengo lake ni kuwakutanisha Putin na Zelensky mezani, akisisitiza wote wanataka amani. Hata hivyo, Trump alikiri kuwa bado kuna chuki nyingi, damu mbaya na dharau kati ya pande hizo mbili. Wakati hayo yakiendelea, viongozi mbalimbali wa Ulaya wameendelea kulaani mashambulizi ya Urusi, wakiyataja kuwa ushahidi wa wazi wa ukatili wa Kremlin na kujitolea kwake kwa amani. Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, alisema Putin aache uongo wake wa kudai anataka amani. Lars Lok Rasmussen, waziri wa mambo ya nje wa Denmark, amesema mashambulizi haya yanaonyesha tena ukatili wa Putin. Kama kweli angetaka amani angeweka chini silaha zake. Kio Stama, waziri mkuu wa Uingereza, amesema huu ni ukumbusho halisi kwamba Urusi ndiye mchokozi hapa. Kaja Kalas ambaye ni mkuu wa sera za kigeni wa EU naye amesema tatizo si Ukraine bali Urusi ambayo malengo yake ya vita hayajabadilika. Jan Lipavski, waziri wa mambo ya nje wa Czech, naye amesema ni Urusi haitaki makubaliano. Wale wasiopenda amani wanaelewa lugha ya nguvu pekee. Naye Baiba Braze, waziri wa mambo ya nje wa Latvia, alisema Urusi lazima ishinikizwe kuingia katika amani. Ukraine inapaswa kuimarishwa katika kujilinda. Silent Ocean Air Cargo